Na mtazamaji nao, mkutano wa chama cha Democracy for the Citizens Party ulitibuka ghafla baada ya polisi kuwatawanya wafuasi wa chama hicho mjini Kakamega, na mkutano huo ulikuwa ukiongozwa na naibu kiongozi wa chama hicho l Malala na mna kama anavyo Laura Utieno, malala amesema kuwa hawatabanduka katika azima yao ya kupigania haki za Wakenya. Hii ndio ilikuwa taswira katikati ya mji wa Kakamega Jumamosi asubuhi wingu la vitua machozi lilitanda wachuuzi pamoja na wapita njia wakitokomea njia mbili mbili. Polisi nao walishika doria katika barabara kuu mjini humo. Naibu kinara wa chama cha democracy for the citizens party Cleophas Malala akilazimika kuondoka baada ya maji kuzidi unga polisi. Napenda kusema we we we shall shall shall not fear we shall continue fighting for our people and we shall liberate this country. Mkutano wa kupigia debe chama cha DCP ulisambaratika, huku Malala akisema kuwa hawatatishika katika safari ya kukomboa ukanda wa magharibi kutoka kile alichosema ni minyororo ya siasa duni. Ndio mwanzo ya kukomboa watu wa mkoa wa magharibi Nimeona mara kwa mara tumetumika vibaya kwamba tumeingia kwa, kwa vyama ambazo zinauza watu wetu. Leo hii mimi mwenyewe nimeamua niingie kwa chama ambacho mimi mwenyewe nimeunda na mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tunataka tuingie tuhakikishe kwamba tumekomboa wale ambao wamekuwa me, wakidhulumiwa miaka mingi. Laura Otieno Runinga yositi.